Uchunguzi wetu una, uh, ina, ina, uh, two, two sides. Ya kwanza tunataka kujua wale ambayo wanahusika na unyakuzi wa huu ardhi, na ya pili ambaye ni muhimu zaidi ni kuregesha hii shamba pamoja na msikiti uh, to the public it is a national monument. We know it was gazetted as a national monument in 1927 during the colonial period na baadaye 1983 ikawa gazetted as a national monument, kwa hivyo katika sheria this land is not available for allocation. Ni kusema ya kwamba hii shamba hili haliwezi peanwa kwa mtu yoyote, hivyo kwa hivyo sisi tutahakikisha ya kwamba hii shamba irudi kwa umma na huu msikiti ambayo tumeona kweli imeishi kwa hiyo miaka yote, miaka 700 hivi ibaki na ifaidi wale watu wa hapa. Sisi yetu ni, ni fupi sana, ni kuhakikishia wananchi na wenyeji wa hapa ya kwamba huu msikiti na ardhi hii haitanyakuliwa na mtu yoyote. Takbir kawaida. Saizi hizi hatujajua ni nani wako nyuma ya wale watu wale, ambaye tunaye ni tuko na documents na unajua saa hizi tunaangalia documents na statements zile ambazo tunaandika. Wale ambayo wanaonekana majina pale, si kawaida hao wenyewe ndio wana wananyakua ile shamba, na sana sana ni wenyeji ndio hutumika, majina ya wenyeji hutumika, lakini wale ambayo wako wananyakua hiyo shamba wako nyuma, wanajificha nyuma ya wale ambayo majina yale yako hapo. Hii ni furaha kwamba CEO mwenyewe wa tume ya kupambana na ufisadi ameweza kufika mapema wameweza kuzungushwa katika hii ardhi, wameweza kuoneshwa zile sehemu tofauti tofauti ambazo zinaashiria kwamba umiliki wa ardhi hii ni umiliki ambao uko chini ya jamii ya, ya Waislamu.